Muda unakimbia sana, sio muda mrefu mtakuwa kwenye majukumu ya kuwatumikia wananchi kwenye nafasi mbalimbali. Sasa mtakapokuwa kwenye majukumu ya kutumikia wananchi, hiki ambacho tunakijenga sasa, ili kije kiwasaidie baadaye na kuweza kulisaidia taifa letu baadaye, unaelewa eh? Kwa hiyo sisi tumepita kwenye mkondo huo huo na wakati tunapita tumekutana na vitu vingi vya kutujenga, ili tuwe watumishi wema tutakapokuwa tunawatumikia wananchi. Kwa hiyo kama mlivyosoma kwenye risala yenu, mmeeleza kwamba malengo ya klabu ndiyo haya haya ambayo na sisi tunasisitiza kwenu, na tunajua baada ya leo tutapata wanachama wengi zaidi, sio hawa 249 kati ya wanafunzi zaidi ya 700 mliopo hapa tunategemea tunaweza kuwa na wanafunzi ambao ndio wanachama klabu, klabu ya wapinga rushwa zaidi ya asilimia 60. Sisi kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, tutaendelea kuwa karibu na ninyi, shule ya Umonga ambayo umeonesha jitihada kubwa za kupambana na rushwa, sisi inatupa moyo, inaonesha kwamba mapambano dhidi ya rushwa si ya kwetu peke yetu, ila kuna kundi la watu ambao lipo Umonga sekondari ambao nao wanapambana na huyu mdudu rushwa. Tunajua hata mkitoka shule mkienda nyumbani, haya mapambano mnaendelea nayo. Kuna kipindi tulikuwa tunapata taarifa za zinazohusiana na vitendo vya rushwa kutoka kwa wanafunzi ambao ni wanachama wa klabu ya wapinga rushwa, maeneo mengine tunapata hizi taarifa. Kwa hiyo tunaona kwamba kile ambacho wanakifanya na wanachokipata kwenye mafunzo ambayo wanapata ndani ya klabu, wanatoka nayo nje, wanakwenda kuyafanyia kazi nje pia. Kwa sisi inatizi kutupa moyo, kuonesha kwamba vijana hawasikilizi tu, lakini pia wanatenda kile wanachokisikiliza. Tunawapongeza sana na tutaendelea kuwa na ninyi wakati wote, ili tuhakikishe kwamba taifa linakuwa na vijana ambao watakuwa ni watu wema, watakaokuwa na jali uadilifu kwa kuwatumikia wananchi wakiwa waadilifu. Tumeelezwa hapa kwamba kuna changamoto ambazo mmezisoma kwenye risala yenu, lakini na sisi kama taasisi ya kuzuia pambana na rushwa hatuna budi kuongea kidogo kuhusiana na hizi changamoto. Mmeongea kwamba e, kuna, mnapata mna ukosefu wa rasilimali za vitabu vinavyoweza kuwasaidia kuelimishana lakini sababu mko karibu na mwalimu mlezi, nafikiri ni daraja kubwa na sisi ili kuweza kupata vile vitu ambavyo vinaweza kutusaidia kuweza kupata elimu kutokana na zile rasilimali ambazo tunazo. Kama kuna kitu ambacho kitaweza tunaweza kushiriki, sio vibaya mkatushirikisha, tuone uwezo wetu kama tunaweza kushiriki tukachangia chochote au tukashauri chochote kuhusiana na kiwango hicho ambacho mnakihitaji. Kwa kutambua hilo shule, tunaendelea kumpongeza sana tunaendelea kukupongeza sana, mwalimu Chakupewa kwa kazi hii njema ambayo umejitoa kwa maisha yako kuifanya kwa wanafunzi wetu. Tunaendelea kukuombea pia njema kibali, na baraka nyingi sana kwa hiki ambacho umeendelea kukifanya. Lengo letu kama wimbo wetu ulivyosema, ni li kumtengeneza mtoto akue katika maadili mema ambayo atakuja mwisho wa siku fit kwenye jamii yetu ya Kitanzania. Klabu ya wapinga rushwa Umonga sekondari lilianzishwa mwaka elfu mbili kumi na nane kwa lengo la kuhamasisha maadili, uwajibikaji na mapambano dhidi ya rushwa miongoni mwa wanafunzi, walimu na jamii kwa ujumla. Kupitia klabu hii tumeendelea kujifunza na kuelimisha madhara ya rushwa na jinsi ya kuikabili. Klabu ya wapinga rushwa wa Umonga sekondari ina jumla ya wanachama 249 kuanzia kidato cha kwanza hadi cha nne. Tunatumaini kupitia bwanazahili idadi itaongezeka kwa wanachama zaidi kujiunga leo. Malengo ya klabu: moja, kuelimisha jamii na wanafunzi na kuhusu madhara ya rushwa kwa kutoa elimu kuhusu misingi ya uadilifu. Klabu inalenga kuwafundisha wanafunzi kuhusu misingi ya uadilifu, haki na uwazi katika maisha ya kila siku ikiwa ni sehemu ya kujenga tabia nzuri za kijamii. Kushirikiana na taasisi ya TAKUKURU katika kampeni za mapambano dhidi ya rushwa. Tatu, kuwezesha wanafunzi kuwa raia waadilifu na wazalendo, kuimarisha uajibikaji ndani ya shule na jamii. ta kuongeza uelewa na madhara ya rushwa klabu inalenga kue, kuongeza uelewa miongoni mwa wanafunzi kuhusu madhara ya rushwa katika jamii na jinsi inavyoweza kuathiri maendeleo ya taifa. Pia ni kuandaa michanganuo na semina za kupambana na rushwa. Klabu ina mpango wa kuandaa warsha, mikutano na mijadala ya hadhara kuhusu athari za rushwa na njia ya kuzuia. Jina naitwa Mahmudu Muhammad Didi, ni kiranja mkuu katika shule ya sekondari Umonga pia ni moja kati ya wanaklabu wa PCCB. Uh, faida ya PCCB katika shule yetu imetusaidia sana katika kuongeza ufaulu na kuepusha vitendo ambavyo haviruhusi shuleni. Kuna aina za rushwa, tunasema kuna rushwa ndogo na rushwa kubwa. Katika rushwa ndogo kuna pamoja na rushwa ngono, rushwa ngono ambayo pia inaweza ikatokea hata shuleni, pia hata rushwa ya fedha. Kuwepo kwa klabu hii kumesaidia wanafunzi kujua ni namna gani ya kukabiliana na changamoto hizo, kutokana na rushwa ambazo zinaweza zikatokea zika shuleni, na ime, imewezekana kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hakuna kesi yoyote ambayo imeshawahi kutokea katika shule yetu kwamba mwanafunzi katoa au kupokea rushwa au mwalimu katoa ama kupokea rushwa. Mimi naitwa Jennifer Sao Mboso, ni dada mkuu wa Shule ya Sekondari Umonga. Uwepo wa PCCB katika shule yetu imetusaidia kwa vitu vingi. Cha kwanza, wanafunzi wameweza kuelewa haki zao na wameweza kupingana na rushwa mbalimbali zinazotokea katika jamii yetu. Na pia katika chama chetu cha PCCB tumepata faida nyingi na tumepata changamoto ambazo kupitia mwalimu wetu tumeweza kuzishinda na tumepambana na rushwa kwa kiasi kikubwa na pia tunashukuru serikali yetu.